Mheshimiwa mgombea urais. Sisi hapa Geita ni wachimbaji na katika uchimbaji wetu tuna dawa moja da, inaitwa sanedi ambayo tukitumia kutoa dhahabu kwenye jiwe huwa dhahabu haibaki. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mgombea urais. Siku hii ya leo kwa jinsi ambavyo umetatua mambo magumu hapa Geita na kulinganisha na dawa hii ya sane ambayo mama yetu kipenzi, ukiweka kwenye mwanga wowote, mradi una dhahabu, lazima dhahabu itoke. Na siku hii ya leo nikikuona wewe hapa kwa jinsi ambao umetitendea hapa Geita kiukweli, na kulinganisha na dawa hii ya sanaedi, kwa jinsi unavyotatua changamoto mbalimbali za wananchi hapa Geita, tumekuwa na tatizo miaka ishirini na sita toka mgodi wa GGM ulivyoanza ambao kulikuwa na vigingi, lakini watu wa hapa Geita hawakuwahi kulipwa, hawakuwahi kufanyiwa tathmini. Lakini Mheshimiwa mgombea wa rais, leo ni miaka minne ya uongozi wako. Ninapozungumza sasa hivi kwale Nyamalembo na Nyakabale, watu wote wamesha kubaliana, sasa mgoni unaenda kuwalipa watu na sasa hivi swala la tathmini linaendelea na tunaamini muda mfupi ujao watu wataendelea kulipwa kwenye hapo, mheshimiwa mgombea rais rahisi, tunaomba tu ofisi yako, na kwa sababu huko hapa ulitamkia jambo hili liendelee kwa kasi, ili basi wananchi hawa wa Geita waweze kupata hizo stahiki ambazo sasa hivi wanafanyiwa tathmini. Mambo haya unayoweza mama, mambo haya mama yetu unayaweza, na ndiyo maana kila wakati nikikuangalia na naikumbuka dawa ya sanedi inayotoa mwaka 2022 ulipita mkoani Geita kwenye ziara, Wanageita kwa kusimamisha walikuwa na hoja moja kubwa, hoja ya mgogoro uliokuwepo wa leseni SML 45 mkwaju 99 inayomilikiwa na, inayo na kampuni ya Geita Gold Mine na vijingi vilivyokuwa vimewekwa ambayo viliathiri maendelezo ya wananchi katika eneo hili. Ndugu mgombea urais, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ulitoa maelekezo wizara ya madini ihakikishe inatatua changamoto hiyo, na ulimpa maelekezo aliyekuwa waziri wa wizara ya madini, Daktari Doto Mashaka Biteko, Naibu waziri mkuu aliifanya kazi hiyo vizuri sana, akaweka mezani hoja kumi na tatu ambazo zilipaswa kujibiwa. Ni miaka miwili imepita, ndugu mgombea urais, kwa maelekezo yako, hoja zote kumi na mbili zimekwisha kufanyiwa kazi, imebaki hoja moja ambayo anaweza kwenda kumaliziwa maelekezo yako amefanya kazi. Leo tunapozungumza, wako wazee hapa Geita, mzee wangu, mzee Mabula, mzee Mwita, mzee Kazaula, tangu ujana wao wanatembea na makabrasha kwa sababu ya mgogoro huu miaka ishirini na sita. Daktari Samia Suluhu Hassan, umekuwa daktari wa matatizo ya Watanzania, umelitibu hili jambo hapa Geita leo eneo la Nyakabale uthamini hivi sasa unaendelea. Nyamalembo, katika maeneo ya Ikumba, Yaga, Mizingamo pamoja na Magema uthamini unaendelea, umefika asilimia tisini na mbili. Wananchi wa Geita watalipwa fidia yao, na haya ni maelekezo yako Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mgodi umerejesha ardhi kwa wananchi, tumepunguza leseni ya mgodi kuwapa wananchi maeneo na manispaa ya Geita hivi sasa inajiandaa kutengeneza master plan, kupima maeneo yale, kuwamilikisha viwanja wananchi wa Geita, eneo ambalo lilikuwa la mgodi. Nani kama Samia?